Taarifa nyingine zinaarifu kwamba maafisa wa ujasusi kutoka Kisii wamemkamata mwakilishi wadi wa Nyamasibi Christopher Osaga kufuatia visa vya watu kadhaa kuripoti kwamba amekuwa akiwatapeli akiahidi kuwatafutia nafasi za kusafiri hadi Canada kubadilisha maisha yao. Mwakilishi huyo ambaye alifikishwa katika mahakama mjini Kisii mbele ya hakimu mkuu John Nyariki alikana madai kwamba kati ya mwaka 2022 na 2023 alichukua jumla ya shilingi laki moja themanini na tatu kutoka kwa mama mmoja akiahidi kumsaidia mtoto wake kusafiri nchini Canada. Mahakama ilimwachilia kwa dhamana ya shilingi laki moja, lakini baada ya kutoka nje ya mahakama maafisa wa DCI walimkamata tena kwa kesi nyingine ya madai ya kumlaghai mkazi mwingine shilingi elfu sabini.